E, bana vipi mashabiki zangu Wakung'aa TV Wakung'aa Media Wakung'aa online, lakini pia tunapatikana kwenye mitandao ya kijamii kama vile Instagram, YouTube, TikTok na mitandao mingine yote iliyopo duniani. Lakini YouTube usisahau kusubscribe, comment na kulike. E, bana leo kwenye story za kitaa na sanaa story moto moto ambayo tunamzungumzia msanii kutoka kanda ya Ziwa ambaye anaitwa kwa jina la BMC, kutokea pande za Buchosa, au sio? Huyu msanii bana, ni msanii flani ambaye kipindi cha nyuma alikuwa na rap lakini akaamua kubadilika kutokana na gemu la muziki akaingia kwenye muziki ambao wa kubana pua na namna gani vipi na vitu kama hivyo. Uh, huyu mshikaji amekuja kutushangaza baada ya ukimya mrefu sana, amekuja kutoka na ngoma kibao hivi, lakini zile ngoma ziko mfumo kama wa EP. sijajua kama ni EP, maana nilichokonoa kwenye, kwenye, kwenye kurasa yake ya Instagram nikakutana na vitu kama hivyo ah inatushangaza sana. Tunakaa tunajiuliza maswali mengi sana, tunaumiza kichwa. Aa, kwa nini amefanya hivi na asituweke wazi? Maana nilijaribu kumtagi na kupiga naye mastori mawili matatu, akanielezea, lakini hakunielezea kwa undani sana. Ni msanii fulani ambaye anaweza sana. BMC ni msanii anaweza, ni msanii ambaye amekaa kinyamwezi, ni msanii ambaye utasema ni wa wa mbele, yani ni msanii ambaye anajitahidi kwa kila anachokifanya, lakini pia kipindi chote hicho alichokuwa amekaa kimya BMC kutokea Buchosa alikaa kimya kwa muda mrefu, akawa mashabiki zake wanamdadisi sana na kumuuliza kwamba da, ebana ebana ebana ebana ebana, ebana. BMC mbona umekaa kimya sana? kuna mshikaji kuna mshikaji wake mwingine anaitwa ni wa pale pale Buchosa, anaitwa Rona Maxi. Rona Maxi ilikuwa ni kila leo anatoa ngoma, anachia ngoma, anachia audio anachia, anachia video mpaka BMC akawa anaulizwa kwamba mwanangu, vipi au tayari ushindani wenu umeishia njiani? Kwa sababu BMC pamoja na Rona Maxi ni watu ambao wanatokea Buchosa sehemu moja na wana uh, wana upinzani wa muziki kama unavyomuona Damondi na Alikiba kwenye game la muziki kwa hiyo BMC akawa amenyamaza sana kwa muda mrefu. Swala la muziki akawa bia na achia, na Ronna Max anaachia kazi kila leo, lakini kumbe waswahili wanasema kwamba kimya kingi kina mshindo mkubwa. Uh, yuzi, baada ya kuingia kwenye kurasa yake ya Instagram nikakutana na EP ina nyimbo saba. Uh, na nyimbo zenyewe, ya kwanza inaitwa Binadamu, ya pili Savera, ya tatu Babalao, ya nne I pay for you ya tano inaitwa kijiwe cha kahawa na ya sita inaitwa uh, give me love, ya saba inaitwa kibosi. E bana, huyu jamaa amekuja kivingine sana, na hii yote ameandika kwenye status yake ya, kwenye Instagram kwamba anarudisha fadhila kwa muda mrefu aliyokaa kimya kwa ajili ya mashabiki zake, na, na, na vitu kama hivyo lakini pia haya mambo bana, ya wasanii sasa hivi ndivyo wanavyofanya, kuna wengine wanafanya kwa staili kama hiyo, na kuna wengine wanafanya kwa staili wakadha wakadha. Lakini hatujajua kwamba BMC amefanya hivyo, kwamba amerudisha ushindani kati ya yeye na Ronna Max. Hatujui kao tukae kimya tuone dongo linavyokuja au mawe jinsi wanavyorushana. Eh bana BMC, mimi nakukubali sana, ni msanii ambaye unaweza sana. Ah, tunakukubali, tunaku tuna ku, tunaku appreciate na na imani Mungu atakufikisha mbali kwa kile unachokifanya. Unafanya kitu kizuri sana Lakini pia kwenye hizo ngoma saba sijajua ni vitu gani ambavyo umeongea ume, umezungumzia ndani. kwa mashabiki zako wafansi wako, tunajiuliza maswali mengi sana kwa kile ambacho ulichokifanya. Kwa tunataka hebu, achia mizigo alafu tuweze kuona kwamba da Ronna Max itamgusa itamkalisha, au bado safari unayo hara sana kwako wewe mtazamaji unaotufuatilia Wakung'aa Tv, Wa Kung'aa Online, Wa Kung'aa Media. Lakini pia usisahau kusubscribe, kucomment na kulaiki YouTube, lakini pia kushare pia, ili uweze kupata habari zetu moto moto kila siku. Tu break kidogo, alafu baadaye tumrudie, tuendelee na mambo mengine au sio? Napendeza, mzazi